Ni hapa maeneo ya Kasuru ambako mgombea urais kupitia chama cha AAFP Kunje Ngombale Mwiru natubia uh, mamia ya wananchi ambao wamejitokeza hapa Kasuru mikoa hii ya, mbaka mbaka ya, wanainchi hapa wanainchi ya kwa kanda ina changamoto ya masoko na hospitali za kanda. Nitaweka soko kubwa la kanda litakaloitwa soko kuu la kanda la mazao yote na rasilimali litaitwa soko la mpango. Kuna kuna kuna hospitali ya kanda inatakiwa. Nyinyi mnapopata changamoto, lazima muwe na hospitali ya kanda. Serikali yangu kwa kipindi kifupi, ni lazima nitaweka hospitali kubwa ya kanda hii, ambayo hospitali hiyo itaitwa Pinda. Rais hautakiwi kufanya majaribio jambo lolote. Wewe ndio rais wa nchi, kazi yako ni kutamka. Mimi nimetamka hapa kama rais mtarajiwa, kuanzia tarehe ishirini na tisa bima ya afya ni bure. Ngombale Mwiru hakusita kuzungumzia swala za uzalendo, ueledi na uaminifu kwa watumishi serikalini. siwezi kuzungukwa na watu wananipaka mafuta kwenye mgongo wa chupa. Wewe ni waziri, umeme unakatika katika ovyo. Wewe waziri wa kilimo pembejeo bei haieleweki wewe waziri wa kilimo bei elekezi hamna ya kilimo ya ma mazao wewe waziri wa maliasili na utalii watu wanaliwa na tembo huko porini afu leo unakuja pembeni kwangu weti mheshimiwa rais unajua tumefikia asilimia tano si ngapi kumaliza changamoto ya tembo amehitimisha kampeni zake hapa wilaya ya Kasulu na akitaraji kwenda Geita kuendelea na kampeni kabla Maswae, ya, ya kuhitimisha tarehe 28. Jacob Ruvilo, Azam News, Kasulu, Kigoma.